za shangwe na nderemo kuadhimisha siku ya lugha ya mama nchini. Chuo kikuu cha Afrika Mashariki Baraton kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Nandi iliandaa kongamano hili kuadhimisha sherehe ya 25 kwa lengo la kukuza lugha ya mama na tamaduni. Vikundi mbalimbali mbali vilijitokeza kwa matumbuizo ya nyimbo za kale. Wazee kwa kina mama, watoto pia hawakuachwa nyuma. Very good. Kando na lugha na tamaduni za Nandi, wahudhuria kutoka maeneo mbalimbali walijumuika kukuza lugha zao. <coughs> <coughs> Baadhi ya wahudhuria waliwahimiza watu kuienzi lugha ya mama <coughs> kando na lugha ya mama Kundi la wahudhuria wa Nandi walijitokeza na kuonyesha tamaduni mbalimbali kama vile maandalizi ya vyakula. Viongozi mbalimbali walihudhuria wakiongozwa na naibu gavana wa kaunti ya Nandi Daktari Yulita Cheriot. Walisisitiza kufufua lugha ya mama ili kuleta maendeleo endelevu. Lugha ya mama imeenda ikididimia, imefaa tuwe uh, na tutafute nafasi bora ili wakati, uh, shule zinapofungwa, tuwe na nafasi ya mafundisho ya lugha ya mama ili watoto wetu waweze pata hiyo lugha ya mama, kwa sababu pia tunajua kwamba uh, wengi wetu kwa sababu ya urbanization, tumetoka kule vijijini tumeenda mijini. Kule mijini tumetangamana watu wengi, na mara nyingi ina, ina, tunapata msukumo wa kuweza kuongea lugha ya taifa badala ya lugha ya mama. Kwa hivyo tunataka kusema hivi kwamba uh, kama jamii zetu tuwe uh, na mtaratibu ama mpango wa kuhakikisha kwamba uh, wakati wa likizo tupeane nafasi kwa watoto wetu waweze kujifunza. Pia sisi kama wazazi tuwe uh, mstari wa mbele katika kutumia lugha ya mama nyumbani ili watoto wetu waweze kuongea hiyo lugha. We have technologies which are developed in the past, we have medicines which are developed in the past and you can only access this through, by knowing the, the, the, the mother language, because most of these, the names of trees So uh, in, in in, in amakweli, mwachamila ni mtumwa. Tuendelee kuikuza lugha ya mama kwani ni jukumu letu kama wananchi. Tukiendelea kukuza tamaduni, lugha ya mama ni nguzo ya utangamano kwa jamii yote. Hafla hii ni wito kwa kila mmoja kuzidi kukuza na kuenzi ya mama ni chanzo cha umoja katika jamii na nchi yote kwa jumla. Tukiripotia sekta ya mila na tamaduni, mimi ni Chachichi -cha Laurine, na mimi ni Susan Locho.